Ujambo u uh, mimi ni bicte Raman Narasimhan daktari bingwa wa magonjwa ya ndani na mtaalamu wa tiba ya ndani nikiwa nafanya kazi katika Apollo Green Road, Chennai. Tiba ya ndani inashughulika na magonjwa sugu na magumu, kwa hiyo mimi ndiye mtu wa kwanza ambaye mgonjwa hukutana naye anapokuja kwenye idara ya wagonjwa wa nje au idara ya wagonjwa wa ndani au kwenye chumba cha dharura akiwa na ugonjwa wa kiafya. Kwa mfano inaweza kuwa sepsis, inaweza kuwa maumivu ya kifua, inaweza kuwa maumivu ya tumbo uu, na hiyo inahitaji walazwe hospitalini. Kwa hiyo daktari wa chumba cha dharura mara nyingi humwita daktari wa magonjwa ya ndani au mtaalamu wa tiba ya ndani kama mimi, na kazi yangu ni kwenda pale kumkagua mgonjwa ili kuona ni mgonjwa kiasi gani na ni matibabu gani ya haraka yatakayookoa maisha. Na pia wakati mwingine tunaamua kwamba hali hii haihitaji kulazwa hospitalini. Tunaweza kuwa na uwezo wa kumhudumia mgonjwa akiwa nje ya hospitali, na ninaendelea kumtunza mgonjwa nje ya hospitali, ikiwa ni pamoja na kumpa dawa, au mgonjwa anaweza kuwa mgonjwa kiasi cha kuhitaji kulazwa wodini, au kuwa mgonjwa zaidi na kuhitaji kulazwa ICU, ambapo tunamshughulikia mgonjwa pamoja na timu ya huduma za wagonjwa mahututi. Na matokeo bora ni mgonjwa kupona na kuruhusiwa kurudi nyumbani akiwa na afya njema huo ndio uwezekano bora kabisa. Iwapo mgonjwa atahitaji kuendelea kupata huduma, iwe kutoka itu hadi wodini na kisha kuruhusiwa, au kutoka hospitalini kurudi nyumbani, na anaweza kuwa na mahitaji fulani, kama vile unajua, inaweza kuwa kitu rahisi kama muuguzi kuendelea kumpa e, antibiotiki au hata kupanga mlo au kupanga vipimo vya damu vya ufuatiliaji. E, kwa hiyo tunashughulikia hayo yote hadi pale watakapokuwa hawana mahitaji yoyote ya kitabibu kabisa. Pia tunapanga miadi ya ufuatiliaji katika idara za wagonjwa wa nje kwa wakati unaofaa. Mambo ambayo yanaweza kushughulikiwa polepole yatashughulikiwa kwa wakati unaofaa baada ya mgonjwa kuruhusiwa. Kwa hiyo ni huduma kamili ya asilimia mia moja kwa mgonjwa, iwe ni baada ya kuruhusiwa, dawa kupelekwa na wauguzi hadi nyumbani kwao na kuwapa, au kupanga lishe, vipimo vya maabara kupangwa, ufuatiliaji kupitia simu ya video kama hawawezi kufika, au ana kwa ana ili tuweze kuwachunguza. Wakati mwingine tunakuwa na timu yetu ya madaktari wanaokwenda nyumbani kama macho na masikio yangu, na kuniletea taarifa kuhusu hali yao. Kwa hiyo tunamshughulikia mgonjwa kikamilifu hadi na hata baada ya kuruhusiwa kutoka hospitalini. Kwa hiyo mimi, Dk. Raman Narasimhan, kama daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, ningependa kukuelimisha na kukusihi utuchague sisi kama kituo chako cha kwanza cha huduma kwa mahitaji yako yote ya kiafya, iwe ni kwa kulazwa au kwa matibabu ya nje. Na tuko hapa kukusaidia katika hospitali za Apollo. Tutakushika mkono na kukusindikiza kwenye safari yako ya afya njema kuanzia mwanzo na hata miaka mingi ijayo. Hivyo, tuchague sisi kama kituo chako cha kwanza cha huduma. Asante.